Nitaenda kusoma, kusoma kitabu cha Yohana sura ya kumi na tisa mstari wa ishirini na nane nasema, ba baada ya hayo Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimize, akasema naona kiu. Majina anaitwa Neema Faraja. <laughs> Nasoma, sula, nasoma kitabu kinachoitwa Yohana sura ya kumi na tisa mstari wa thelathini, nasema hivi Yesu, Yesu alipokusha kuipokea ile Akasema imekwisha, ni hapo hapo akasema akainama, aka aka kichwa aka... Amina, tumpigie makofi Amira. Mtakumbuka baada ya mupe hema Amen. Mwenezo wa Tena kusoma kitabu cha Luka Sura ya ishirini na tatu hadi mstari wa arobaini na sita inasema, Yesu akalia sauti kuwa akisema, E Baba, Mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, akakata roho. Eme. Tumpigie makofi. Jamani tuwapigie makofi yote kwa pamoja. Asante sana, asante sana. kamanei